Kwa sababu nina tatizo kidogo. Sasa nimeelekezwa kuna sehemu ukienda utakuta kibendera hivi, ndo kwa balozi. Ndiyo. Sasa sijui nimemkuta, sijui ndo wewe, sijajua kuwa na shida naye kidogo e, sasa... Ndio hapo hapo umeshafika baba, lakini mjumbe mwenyewe ni mdogo wangu, ndio anaweza anaweza akawa karibu karibu, lakini ametoka kidogo. Naweza nikamwita akae hapa. Basi nitashukuru, kwa sababu nina tatizo limenikuta. Tatizo gani baba yangu? Yaani, nimeshuka natafuta pikipiki, kuna vijana wakawa wamenielekeza, ukipita chochoro hii ndio kuna pikipiki mbele. Sasa nimeenda, wakapita wakanikopoa begi langu nikmia

Ah, ah. Kwa tangu. Siwajui mimi ni mgeni hapa. Umetokea wapi babangu? Mimi nimetoka huko Dar es Salaam. Umetokea Dar es Salaam? Eh. Na huko endako wapi babangu? Mimi naenda Nyamiboga. Unaenda Nyamiboga? mm -hmm. Ah. Na hilo begi wamekukwapulia wapi? Humu humu tu mitaani mitaani humu walinielekeza sijui kuna sehemu kwa kupanda bodaboda -boda. Sasa wakati naenda, ndo wao wakanifata nyuma, wakanikwapua, wakakimbia. Yaani hapa nilipo, nilipomna nimechanganyikiwa, sielewi, kwa sababu mle kuna kitu cha thamani kuliko hata uhai wangu. Hii hapa, bwana, washa basi, kibe unacho, washa basi kbsina mambo ya ajabu au mimi kuambia mwanangu, dawa nitende sana. <coughs> tukawatataukamadiesaaumnitndebaaa unawafahamu au unaweza ukawajua kwa sura? Nikiwaona kwa sura nawajua, ndio, ila siwafahamu. Basi inshallah, tuombe uzima. Ngoje nimtafute mjumbe mwenyewe aje ongee naye. Basi mimi nitashukuru, nitashukuru sana. Basi inshallah. Haya, na unaweza kunisaidia na maji ya kunywa? Basi maji ya kunywa, ngoje nikuletee, eh. Hakuna kou amani -ma. kabisa hapa ndugu yangu. Kwani shida nini wanangu? Ni chupa, chupa nini? Ah, chupa imefanya nini? Chupa imengangania hii chupa ndugu yangu. Chibi. Maraba. Karibu. Haya maji yenu mbona matamu sana hivi? Eh, maji yenu matamu, hebu leti hapa. Mama yake ananishawishi kuna karibu. Njoo kae hapa mara moja, tuzungumze na kitu, nataka nikuulize. Njoo kae huko. Ah. Haya maji ya bomba au mbona matamu hivi sasa eh? chupa, chupa, chupa chupa, unashinda kuitupa kweli? Eh? imengangania itoki. Sasa chupa unashinda kuitupa kweli? Ah, ananitia aibu mitaani wanangu, hebu piga chini hiyo chupa afu endelea oh, na, na maisha <laughs> <laughs> Una kibiri tabu, tuache bangi hapa. Ya visima huko tu kuna visima tu Mm. Visima vyenu vinatoa maji mazuri kweli? Sisi kwetu kule ni maji ya bomba, lakini yana chumvi hatari. Wapi huko da. Mm, unatokea da. Mm. Kwa huko kijijini kwa tumekuja kutembea ah, mimi nimekuja kimatatizo hapa yaani kuna vijana wa hapa kwenu hapa, wakati nafika standi hapo, wamenikwapua begi langu wakanikimbia. Kwao hapa nimekuja kushtaki kwa mjumbe hapa ili ajue ananisaidiaje, napataje hilo begi langu, maana mule kuna kitu muhimu sana. <laughs> Unaibiwa kijijini? Eh. Unaibiwa kijijini? <He? laughs> Yaani umetokea hadafu unaibiwa kijijini kwetu. Ah, sasa nafanyaje sasa maraba <laughs> ujambo <laughs> Huwezi kuibiwa kijijini, kati wanasema mjini ni wajanja sana. Ah, wewe. <laughs> Ndio, hivyo sasa, sehemu kote uwezi wapo tu uwezi bwana, kuibiwa kijijini bwana. Sasa uamini mimi, siamini wewe, itakuwa ndio hivyo nini? Niache bwana, toka. Yaani wewe itakuwa ulilala. Sijalala, niko natembea kwa miguu yangu, wamepita kijijini kwetu. Hamna watu wajanja kuibia watu, watu mjini, kwani watu watoke mjini tu ufike uibiwe? Kibiriti nilikuwa nacho sasa. Dani, unajua kusemi yoyote, maisha ni maisha tu. Baba, karibu. Ah, asante. Shikamoo. Marahaba baba. Hujambo? Ah, sijambo mwana. Habari za nyumbani? Ni njema kabisa. Karibu. Ah, asante. Eh. Ah, mama mimi nimekuja hapa nina shida, nadhani yule, sijui ni dada yako sijui kakuelezea Hey. Amekuja ame, ame huko akaniambia kwamba kuna mtu huko anataka msaada wako. Oh. Oh, familia. Oh. Ah, bwana oh, oh, mdogo oh. Hivi kweli bwana mdogo. Oh, mkeni basi wanangu, mbona mmenitia aibu? Mbona kama hivyo sasa, bwana mdogo. Oh! Hivyo kuna vijana walikuwa wamenikwapua tu kibegi ndo hivyo n yani kiujumla, ndo maana nikaja hapa ili ujue unanisaidiaje. Kwa hiyo kuna kitu cha muhimu sana mule. Halo e, e, e, e, e, halo balozi hey. E, e, e. Sasa nisikilize nisikilize, nipo hapa nipo hapa soko, soko la kila siku hapa hapa hapa Bujula, na nina ndugu zangu hapa yani Si waelewi, wameanguka tu ghafla ile wakaanza kutetemeka, afu wamekuwa weusi hivi. Sasa inafaa uje tu, tu, tuone namna ya kuwasaidia wapi, hapa hapa tu sokoni sokoni hapa ya, hiyo yani, wameanguka tu hapa afu wametulizi, wamekufa sio? wamefanya nini wewe? Wamekufa, sielewi, sio wamekutwa na nini. Eh, aisee baba, ngoja swala lako kwanza baadaye Nimepigiwa simu, kuna vijana kule wamekufa, sijui na leo nasikia. Eh. E. Sasa unanisaidiaje na mimi? Ngoja, ngoja kwanza baba. Basi, ngoja kwanza nini? Basi twende mama, twende tu, hamna shida. Na wewe uende? Eh, twende tu. Basi twende. Eh. Hapa kuna nini? Huu uchao yu. Mganga. Mtu asishike hapo, ndiomtahamai. Hapa kuna uchawi, hilo zindiko. Uchawi, uchawi. Sasa tunawasaidiaje mganga? Si tunataka ndugu zetu wanini wapone. Yeah. Ah, balozi. Uh, balozi kama nilipokupigia yeah, kwamba hawa ndugu zangu wame wameanguka tu kwenye mazingira ya kutatanisha, kwamba nilikuwa nao hapa walikuwa vizuri, afu sio aaa, kwa hiyo naomba tufanye utaratibu eh, hili ndo, tuwasaidie ndo ndoyeye e. Wamenikuta tu hapa nikawa nika, na nika nini na nasaigiana nao mara wameanguka wamekuwa weusi kama wamechomwa. Sasa tufanye namna tuwasaidie, balozi. Na huyu hapa ni mganga uchawi. Kwa hiyo umekuja kuwasaidia wewe eti huu uchawi? Sasa hebu njoo tukazungumze. Sasa mganga, unaenda wapi? Wow. Bitch boy mbona unashikashika begi la familia yetu mwanangu ule pale ni wewe uchawi. Ni uchawi? Umeonaje? nimepiga lada zangu nimeona ule uchawi ni mkubwa sana, una nguvu nyingi. Ndio kwa hiyo wamefanyaje? Yaani, nilipopiga rada zangu, wale vijana watakuwa wameiba, watakuwa wameiba. Ndio wezi wale. Wewe we, picha imekuja sasa. Yaani yule kijana nimekuja naye pale, ndio alisema, ndiyo, kwamba amepokonywa begi. Naona ndio, labda ndiyo huyo Mbona kama hivyo, niache na huyo kijana, yule kijana wa Mzee Hamadi sinia anarasi eh, ndio Naona ndo tatizo ndo hilo. Kwa hiyo ile nguvu ni ya kichawi na ni nguvu kubwa sana. Kwanini kama umeona uchawi, kwanini usiwasaidie? Mi siwezi kwa peke yangu, siwezi kwa nguvu ile. Ndio maana nakwambia nitafute wenzangu ili tuje tulitatue lile swala. Kile chupa kile kimezindikwa uchawi. Jamani, hawa wamenibia. Yaani fanya haraka basi shughulikia. Unasikia kelele hizo? Wapi? Huko tulikotoka. Eh, twende toka. Oh, oh, Nzami ilikuwa ya kwangu. Kwa kwa kwa nimesha kuchoka na we, kila siku wewe unakuja tu kuulizia msosi <laughs> si ndio wewe unachanga, sio mimi nona kufikia tu, wewe kila siku wewe unakuja tu kula eh. Mimi ndio nisha kuchoka hivyo, ufant kwao, unaweza ukakosa hata buku tu eh, sina. <laughs>

kumsaidia mtu ni mtu yoyote ambaye unamwona na shida, wusi. Umeona hapa watu wampita kabisa, wanamkimiza na malungu. Hata ungekuwa ungejisikiaje? Sasa unamjua kama ameiba. Mimi hadi nimechanganikiwa. Basi kama basi kama unamwona wewe ni mwizi? mm -hmm. Naweza kaikaa kweli, maana haiwezekani tu watu waanze tu kumkimbiza bila sababu, afu mkononi ana begi. Mm, hapa cha kufanya -hmm. mm -hmm. Dada. Dada. Dada. Dada. Wewe well, nini unanitea hivyo kila wakati? dada dada, dada nini dada. Yule mchumba wako watu watu wanampiga kwa anataka kumuua wamemfungia. Mchumba wangu wewe nikwambia mimi na mchumba. Yule mchumba wako alikuwa anachekacheka naye pale mimi uliniambia hivi ukachekacheka na mwanaume basi ndo mchumba wako. Kwa hiyo mimi nimechekacheka na wanaume. Eh, hey, si yule mchumba ile ile aliyokuja kukaa pale. Yule mgeni? Eh, sasa yule si mgeni yule ni mchumba wangu. Haya wamemfungia kina nani? Mimi nanihusu nini? Wow.

Haiwezekani, inawezekana wawe mwizi, haiwezekani tuwaanze kufukuza bila hata sababu. Tuwaite wenyewe ili tuje tujua kama we sio mwizi kweli. wewe kukauka kabisa pale wamekaushwa kama wamepigwa na, na, na Mena, shoti, mpani, ome, kuhamini. Kuhamini. We ujuri, unasikia, sisi kuna mtu tulikuwa na pale sokoni tunamtafuta. Tulikuwa na ndugu zetu pale sokoni amekaushwa, amekuwa usiti mpaka tumeshangazia amekuwaje tunachukua tunamfukuzia, sawa. Sasa tumefika pale, tumeshangaa ametupotea, sasa tujui si amepotelea wapi. Unaona? Kama umemwona tusaidieni, si una shida naye sana huyo mtu oa apata kuwa na